Fidelis wachama, chama, hey. Kwa majina naitwa Linus Mwakanyamale ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi tawi la Majengo a na nimekuwa kada wa chama kwa muda mrefu katika mji huu wa Tunduma, na mimi nimejitokeza siku ya leo kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Majengo. Naviomba okay, vikao vya uteuzi viniteue kwa sababu nina vigezo vya kuwa diwani wa kata hii ya Majengo. Ninaweza kusimamia maendeleo ya wananchi wa Majengo na ninaweza kuwatetea